Hello, hello, hello. Si Mshana The Blacksmith na mimi ndo Mshana mwenyewe. Karibu tena katika vlog yangu. Leo nataka natengeneze vlog kidogo. Um, leo nitakuwa na staff duty. Staff duty ni ni shift ambayo unafanya masaa 24 unakuwa katika kama uangalizi wa, wa, wa ndani ya um, ofisi za za jeshi. So um, nipo hapa battalion office eh, ya hapa battalion office na leo ni Jumamosi. leo juma mosi na kuonyesha mazingira nje, uone kwamba kuvyokuwa kimya, hamna magari katika parking lot, parking lot ni nyeupe, hamna ni, ni ah, nyeupe so, like, just expect that. So kama kazi zingine za civilian ambayo unajua wanafanya kazi lini mpaka lini, au Jumamosi, Jumatatu mpaka Ijumaa. Like jeshi, whenever they need you they gonna call you they gonna have you, they gonna put you into work samani. So, sometimes naongea Kiingereza sababu sometimes tume tume kazi zetu tunapoishi mazingira yanatulazimisha na tulazima utuongee lugha, kuna muda mwingine inakuwa ina, ina hata tukitaka kuongea lugha lugha yetu ya asilia uh, lugha mama ambao kwangu mimi ni Kiswahili. Kuna muda mwingine Kiingereza tukinatoka ndani from nowhere, kwa sababu unakiongea mara kwa mara so I'm sorry if I annoy you sababu kuna watu wengine wanalalamika, unaongea sana Kiingereza Mshana so sorry, sama nini kwa hicho. So shift yangu ni masaa 24 kama watu wajai kujua staff duty ni nini, unakuwa hapa ofisini masaa ishirini na nne unapokea simu kama kuna mtu anahitaji msaada, una, unapiga simu za msaada vyovyote, yani chochote kinachohusiana na maswala ya ofisi pale, document zote huwa unafanya masaa ishirini na nne. Of course unaweza ukapewa masaa ma, mawili matatu ya kulala. Wakati mnakuwa mnafanya watu wawili, nakuwa mnafanya mimi as a jo au uh, junior enlistment na kuna senior enlistment ambao ni tunaita non commissioned officer ambao ni ma, ni ma, um, ni ma sergeant. Kwa, unakuwa una sergeant, unaona kuwa na na na na, na soja au, au mwanajeshi ambayo sio sergeant. Sijui, sijui mnanielewa namna <laughs> hiyo. So uh, kuna kiongozi na na mtu wa chini. So mimi ni mtu wa chini alafu kuna kuna sergeant ambaye atakuwa anafanya hiyo, au oh, staff duty na mimi. Wakati mimi napata muda wa kupumzika, labda masaa matatu au whatever, okay, atavoniambia, "Oya bwana, nenda kapumzika kidogo masaa mawili au matatu Yeah, yupo na akati nakati naenda kulala masaa mawili matatu, siku mimi nitakuwa nipo macho, so that's how you're gonna get a, just few hours to, to rest, don't, don't expect, usidhani kama utalala kama unapolala siku nyingine ambao unalala usiku mzima, unalala kwa kujichana. Ukiwa na stuff nyingi kulala, unakuwa unalala kwa jicho moja wazi, jicho moja imefumba, sababu masaa mawili matatu ya kulala sio mengi. That's how we do it. Nataka nawatengeneze vlog kwa, kwa um, mara nyingine tena mara yangu ya kwanza nilifanya staff duty, sijui ilikuwa mwezi gani, sijui mwaka jana mwaka jana au mwaka huu mwanzo. Ni muda na uzuri wa hizi staff duty. Asasa kwa sisi wa, uh, ni joes au wanajeshi wadogo, tunakuwa hauzipati mara kwa mara, hauzipati mara kwa mara kwa sababu ni ni, ni kwanza pia sio kitu ambacho nakuombea kupata mara kwa mara kwa sababu kinachosha, kinachosha masaa 24 ya kuwa haufanyi kazi za nguvu, of course hauna haunyunyui vyuma wala jasho utoke jasho, unakaa una, una kwenye crazy, lakini kukaa tu ile macho masaa 24 nimekuja na huko so, nyuma kuna kuna, kuna chakula, vidude kama hizi uh, cubic rub uh, rubik cube whatever vya kunifanya nisiwe nini. Pia leo Jumamosi, uh, Jumamosi kuna games zinacheza, Manchester City inacheza Arsenal, wanacheza so itabidi nitajipoza na na game za mpira hizo niangalie pale, that's it, that's it, so nataka niwatengeneze vlog wadau wangu, najua mmenimiss, lakini we are so busy sometime we are so busy, so busy, man. Super busy. so Wacha tuangalie vlog itaendaje, kama tutapata content za kutosha, kama tutapigiwa simu za, za kutosha nitajaribu ku, ku update so, let's see, let's go <laughs> so, my first task, kazi, uh, kazi yangu ya kwanza leo, eh, kamera, anda kufungua geti oh, oh, no. yeah, there we go. nafungua hizo kibao binake ifungue, sipotee. Naenda Morapu, tunaenda kufungua geti la Morapu kutoka. Kazi yangu ya kwanza leo, muda wote nilikuwa ofisini tu hapo, naongea na sajenti wangu, tunabadilishana mawazo ni story mbili tatu, ni mwanamke okay. so tumpija story ni staff sergeant E6 wacha nende Morapu kufungua ile geti, nataka mimi nifungue alafu nitarudi zangu ofisini alright ndio kazi yangu ya kwanza leo staff duty, na sasa hivi ni saa sita kasoro dakika tatu saa sa tano na dakika hamsini na saba ya asubuhi mchana whatever. Unaona, okay bye see you, alright we take a motor pool, paki gari yangu hapo, naenda fungua logeti. Shida ya jeshi bwana, la ami kwa Marekani lina sheria za ki <laughs> kwa muda mwingine za silly silly silly rules. Ukiwa mwanajeshi Marekani huruhusiwi kutembea huku unaongea na simu, unatakiwa usimame au kutumia simu unatakiwa usimame, au kama kurekodi unatakiwa usimame kurekodi. So sometimes ha ah, it's very complicated kurekodi chochote wakati tunatembea, na wakati tunatembea huku kwenye uniform hairuhusiwi, so sometimes you break the rules kwa sababu nataka kufanya vitu na vitu kama hivyo. So hiyo ndo orapuli yetu, utaona magari manini mondani manini, subiri tufungue ile geti, alafu tutaendelea story. mm -hmm. How quiet is mm -hmm. papo kimya kwa ile weekend bwana, mm -hmm. eh, weekend inapendeza, hamna fujo, hamna watu, papo kimya. Ukija hapa Jumatatu mpaka Ijumaa Aise mm. gari zimepaki hapa, watu wapo wanapirika pirika, watu wanakimbizana with time. oh god, kinaangalia wiki kimya, tafkiri hii sehemu imeachwa ime na namna watu ambao wanafanya kazi katika hii sehemu kimya, lakini njoo Jumatatu hapa mpaka Ijumaa uone shida, very busy, wanajesha wanakimbizana tu ndugu wangu subiri, ndizi zangu ofisini, nikapoezi nasubiri mechi yangu ianze ya saa sita na nusu. Sasa hivi ni saa ngapi? Sasa hivi saa sita na dakika nne. Sasa sita na nusu mechi inaanza. Ndizi zangu rudi ofisini, nikapiga story na sergeant wangu. Alright guys, ta pa update kama kuna kuna kuna kazi nyingine task. Hopefully, hopefully hopefully tusipate mistake kuwa na task, task nyingi leo lakini kama nitokelea taski nitawapa update, lakini kama hamna taski nyingi za za kufanya nitakuwa nipo ofisini tu nime chill, oh, ma NCO. Lakini kitokezea labda kuna taski labda yote, nimepokea simu ndio kama hivi, taski zenye fungua geti labda, nenda sijui mpelekee huyu funguo, nenda fanya hivi na kuendesha na kurudi ofisini, that's it, nothing crazy mbona, oh, no, nothing crazy kwa masaa 24, nimeleta energy drink nimepiga chupa yangu moja ya energy drink kunifanya nikae macho muda mrefu ya. Yeah. See you around guys bye. As you can see guys, nipo obviously, nipo peke yangu sahii kwa sababu NCO wangu ambayo anatakiwa na mimi hapa uh, amekuja kuchukuliwa na PSG. PSG ni platoon platon sergeant uh, na kiongozi wetu wa platoon kuja amekuja kuongea naye na amemwambia anamhitaji ana, ana, ana, ana NCO wangu kwenda ofisini naye kwa sababu kuna kuna mwanajeshi weekend ashazingua, sijui amelewa, sijui ame like, sijui kitu gani kinachoendelea, sababu najaribu kumdadisi PSG lakini anaonekana atake kufunguka kwa sababu ya renki yangu, so nimemwacha, lakini anaambia sababu nimemuuliza eh, Sergeant unafanya kazi weekend? Akaniambia yeah, um, If you see me on weekend ni kwa sababu kuna mwanajeshi amezingua na ndo maana nipo hapa ku sign paperwork na vitu kama hivyo. Kwa hiyo guys, ushauri wangu kama mwanajeshi huko Marekani, jaribu kuwa makini unapo vitu vyako unavyofanya weekend kwa sababu una, unasababisha una watu wengine kuacha shughuli zao, kuacha familia zao, asasa viongozi wakubwa kuja kuja kusolve ku, ku your issues and your problem which is not nice, right? So be careful on what you do on weekend. Huda ushauri wangu, usiingie kwenye matatizo ambayo atasababisha watu wengine kuwakosesha furaha na familia zao. So NCO wangu aupsg, amekuja ametoka nyumbani, yupo na nguo za uraiani, amekuja hapa kwa ajili kuna mwanajeshi kashazingua tuta, nitamjua tu, nitadadisi mpaka nitamjua. Mimi najua jinsi ya kudadisi na kupata information, so nitadadisi mpaka nitamjua nani amezingua, au Jumatatu tutajua nani amezingua na ni masuala ya kunywa pombe. Inaonekana kama kuna mtu amekunywa pombe na amekuwa anaendesha. Drink and drive Marekani ni very serious crime. DUI ni very serious crime Marekani. So nice, kitu kama hicho kimetokezea. So hopefully nothing crazy, but obviously kitu kuna mtu ashazingua. So nipo hapa ofisini nasubiri kama kuna simu kuna nini, nipo hapo nasubiri pia mechi yangu ianze. Sasa nabakia kama dakika kumi mechi ya Manchester City ianze na Newcastle. so yeah that's my office you can see all guys on TV pale, all right nothing crazy. Tupo stuff duty sasa hivi ni saa sita na dakika ishirini. Okay guys, uh, the update ya staff duty <coughs> nimerudi nyumbani uh, in, uh, my sergeant ambayo alikuwa anafanya staff duty na mimi ameniruhusu nirudi nyumbani, um, kuanzia saa ameniruhusu ngapi? Saa nane mchana akaniambia unaweza ukaenda nyumbani urudi saa saa moja usiku so kabla saa moja usiku wakati najiandaa kurudi, niingia kwenye gari naanza kuendesha, ikaingia teksi kutoka kwa sajenti wangu mwanamke akaniambia tena, kama unataka unaweza ukaendelea kukaa nyumbani mpaka saa tatu usiku. so sasa hivi ni saa moja na dakika ishirini na tatu usiku au jioni, whatever unaotaka kuita. So actually, nimelala kama za kulala sana kama masaa mawili na nusu tu. Mimi siku hizi, unajua ilivyokuwa, when I was young nilikuwa nalala sana, siku hizi hata kulala kwenye, sina muda wa kulala sana. Nimelala masaa mawili na nusu na nitosha. Uh, saa mbili na dakika thelathini nitaanza kuendesha kurudi staff duty, najiandaa pia, nafikiria kwenda kununua energy drinks hautakuwa msiku mrefu, obviously nishapata muda mwingi wa kupumzika obviously. Nikirudi pale uh, obviously ataniambia nikae ofisini nisubiri kama kuna simu itaingia yote. Luckily for us siku ya leo imekuwa ni siku very easy, hamna simu za za, za kijinga, hamna su simu ambazo zimepigwa o oh, sijui sijui ya ambayo nimeweza kukaa nyumbani kwa muda mrefu bila kuna sababu. Aliniambia ukenda nyumbani kaa na simu yako chonjo, karibu kwa sababu ikitokezea kitu chochote, naweza ngakupigia urudi uja kunisaidia so like Luckily for us nothing crazy happened. So nikirudi obvious camp kwa anasema uh, pengine ataniambia nikaa ofisini nisubiri kama kuna simu itaingia yoyote, hopefully isije simu yoyote ajie kijinga au ya ambayo itatufanya tuwe busy, yeye ataenda kulala. Ataenda kulala pengine kwenye gari yake au uh, upstairs Mona gorofa na pengine ataenda kulala kwa masaa mpaka karibu uh, asubuhi, ataamka atakuja maliza staff duty pamoja. That's how we usually work. So, luckily for mimi, nimepata masaa karibu mangapi? Saa nane mpaka saa moja usiku, saa moja usiku mpaka saa tatu usiku, kama saa nane hivi ya kupumzika. Obviously, sijalala masaa yote nane, Nim, nimefanya vitu vingine hapa nyumbani, vitu kibao vya kufanya nyumbani. Geto ni kwangu hapa. I cannot show you much of my geto. Unajua geto la mtu single Geto la mtu singo ni geto la kibabe, siwezi so kuonyesha kila kitu changu hapa, lakini ya kuna vitu tumefanya hapa nyumbani, nimepumzika kama masaa mawili na sasa hivi najiandaa <laughs> karibu, najiandaa kurudi kurudi kwenye staff duty. That's that's the intel or the information the update ya yeah, staff duty yangu. So, so let's go back and finish what we started. All right guys, I'm excited safari ya kurudi staff duty safari ya kurudi kazini staff duty. Sasa hivi ni saa moja dakika like arobaini na sita. Nimeamua narudi mapema kwa sababu najua kani ofa muda mwingi wa kukaa nyumbani, lakini nataka ni niwe ni, na, niwe ni, ni mwenye shukurani pia. Nataka nirudi mapema ilimali naye nimpe muda akupu, muda wa kupumzika Nimpe my sergeant mda wa kupumzika, naye akapumzike kidogo. Umeona, so ndo maana narudi mapema, japo kaniambia rudi saa tatu usiku, lakini mi narudi saa moja dakika arobaini na sita inaanza kurudi so yeah. That's it. Let me drive. Bye. <hazis> <We> y <may> sb <stop. hazis> <hazis>

usiku leo ya moja tu mimi ya moja tunatosha kunifanya nisilala usiku. Alright guys, nimemaliza staff duty yangu kidogo, nime tumechelewa kureplesiwa, nimekaa hapa, nitakiwa staff duty yangu isha saa tatu kamili za asubuhi. Sasa hivi ni saa tatu na dakika 45. Kama mazingira Jumapili. Saa tatu na dakika 45. Jamaa walitakiwa waje kutu replace hiyo staff duty, wameshachelewa kufika. I don't know man about soldiers. Some soldiers they are very undisciplined. Bro. They are very undisciplined. Unajua kabisa unatakiwa uende kumreplace mtu saa fulani bado unachelewa like bro, we been here all day 24 hours all night and then unajua kabisa hawa watu wana mambo yao mengine ya kufanya Jumapili, kuna mambo mengine ya kufanya unachelewa kuja kum... I don't know how to explain this but, ina ina inakasirisha, ina, kuna muda mwingine it's very annoying bro lakini sok okay, whatever. Kwa hiyo hivi na mpango wa kwenda saluni kidogo nipate haircut nyoe, nywe nywele hivi kidogo nikapumzike tu Jumapili, Jumatatu kuendelea na kazi. So mon mwana, nafanya kazi Jumamosi, Jumapili unapumzika kidogo, Jumatatu narudi kazini. So sometimes these are kind of sacrifice kama mwanaume kama kama mpambanaji unatakiwa uzifanye ili mradi kufikia malengo yako, yes. Ni vitu ambavyo huwezi kuvizuia katika maisha kupa. Kama una malengo ya kufika katika ngazi fulani, kupambana, kuchoka, kupoteza masaa ya kulala, kuna muda mwingine, ni vitu ambavyo utavipitia kama binadamu. So vitu vya ku-complain ni vitu ambavyo vya kawaida. Like you have to tell your brain kwamba hivi ni vitu ambavyo vya kawaida sometimes. Sio kila wakati, sio kila siku kama mpambanaji utakuwa itakuwa sawa utakuwa una una masaa ya kulala ya kutosha utakuwa una everything is gonna be comfortable for you. Sometimes you're gonna go through a un very uncomfortable stuff Mwone? And you have to be comfortable to be uncomfortable. Ndo ushauri wangu wa vijana, mona, kwa sababu the only way upate heshima katika maisha tunaoishi, you have to go throuh, you have to do a lot of s jisi unavyofanya vitu ambavyo sometime you don't feel like It's not about feeling whether you like to do it or not it's about you have to do it for, a be for, a for the better good of your life for the better good of your family so guys sitakuongea sana leo jumapili nimechoka nimechoka acha nende nyumbani to see you around bye mpaka muda mwingine tena